Sasa katika yote yaliyozungumzwa, nitazungumza machache kwa dondoo moja, mageuzi na hasa swala la amali ambalo limezungumzwa hapa. Kubali kwamba inabidi tuendelee kuyasema haya mambo zaidi, watu waweze kuyaelewa. Sasa ngoja nieleze kidogo katika mageuzi ya elimu, katika swala tu la kuwa na mkondo wa elimu jumla na elimu ya amali, mageuzi yetu yanatusababisha sasa sekondari ya O level ina mikondo miwili, mkondo wa elimu jumla na mkondo wa elimu amali ntazungumzia mkondo wa elimu ya amali. Elimu ya amali ni kile tunachokiita ufundi na ufundi study; kwa Kiingereza it's technical and vocational training, ni technical and vocational training. Kwa hiyo amali si ufundi tu, lakini ufundi ni amali, na ufundi study ni amali ingawaje, ufundi study si ufundi, kwa ule ufundi wa kihandisi; ni subcomponent ya ufundi, ya mafunzo ya amali kwa ujumla wake kwa zile shule alizozungumza mheshimiwa Maige hapa, kwa mfano, Moshi Technical School, Ifunda Technical School, Tanga Technical School ni shule za amali ufundi. Lakini Kilosa, shule ya kilimo ilikuwa ni shule, kwa kweli haikuendeshwa kama shule ya amali, kwa sababu ilikuwa bado ni elimu jumla sana na mashamba makubwa, lakini shule ambayo inaweza ikawa ni shule ya ufundi stadi amali, lakini ufundi stadi sio ufundi kwenyewe inaweza ikazingatia masuala ya kilimo. Kwa hiyo sasa hivi shule nyingi ambazo tumejaribu kuzifufua hasa hizi tisa ni zile shule za ufundi amali, ufundi, lakini tutakuwa na shule za amali kilimo, amali ukarimu, amali michezo na kadhalika na kadhalika. Hilo swala ni muhimu sana kulielewa, na katika shule za amali, sekondari za amali, baada ya kumaliza form four unapata cheti chako cha cha Nactivate na cheti cha form 4 ukitaka kwenda high school ya amali, iwe ni ufundi ama ufundi stadi, unaenda high school kwa miaka mitatu. Sasa ngoja nizungumzie high school ya ufundi kama ambavyo alikuwa anaeleza mheshimiwa Maige. Ukienda high school ya ufundi, unaenda kwenye polytechnic kama ilivyokuwa datech tunarudisha tena hapa Tanzania polytechnic schools. Tunajenga moja Mwanza, tunajenga nyingine Kigoma, tunajenga nyingine Mtwara, tunajenga nyingine Morogoro, tunajenga nyingine Zanzibar, na tayari tuna chuo cha ufundi hapa Dodoma kimekamilika sasa hivi, kimeunganishwa na taasisi ya ufundi Dar es Salaam, lakini wenyewe itakuwa kama polytechnics hapa. Wale wanaosomea elimu ya ufundi sio fundi stadi, wakienda high school watakuwa miaka mitatu, watapata diploma na cheti cha form 6, lakini ili kuondoa tatizo lilosababisha dateki ibadilike iwe taasisi elimu ya juu, wale wakiamua kwenda chuo kikuu kusoma engineering watasoma miaka mitatu baada ya kusoma miaka minne, kwa hatopoteza tena mwaka mmoja kama ilivyokuwa wakati ule. Eneo la kwanza, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kwenye ujenzi wa vyuo vyetu vya VETA vile 64 vya wilaya na kile kimoja cha mkoa ambayo ilikuwa ni ahadi ya mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba twende tukajenge vyuo vya VETA katika maeneo yote katika wilaya zote ambazo zilikuwa hazina VETA hapo awali. Naomba niwathibitishie waheshimiwa wabunge wote ambao wamechangia hoja hii kwamba sisi kama wizara tutasimamia kwa karibu, tumeendelea kusimamia kwa karibu na mpaka hivi leo, naomba niwahakikishie tu kwamba zaidi ya bilioni sabini na mbili zimeshatoka zile za awamu ya kwanza, kati ya zile bilioni mia moja na ujenzi kule umeshafikia asilimia arobaini na tano na ni makadirio yetu au na matamanio yetu, itakapofika mwezi wa kumi mwaka huu ili awamu ya kwanza ya majengo tisa tuwe tume, tumeweza kuikamilisha ili basi mafunzo yale ya muda mfupi itakapofika mwezi Novemba au Disemba mwaka huu yaanze kutolewa, na itakapofika Januari mwakani kwa katika kwa awamu hii ya kwanza, basi vyuo hivi viweze kuanza kutoa mafunzo. Naomba niwathibitishie waheshimiwa wa bunge wenzangu e, Uje, ujenzi wa, wa, wa vyuo hivi eh, sitini na nne unaenda sambamba na ununuaji wa, wa vifaa kama mnavyofahamu, tulianza ujenzi wa vyuo vya awali kabisa vyuo 25 vile vya wilaya na vinne vile vya mikoa na vyuo hivi vyote vinahitaji vifaa kwa sasa. Kwa hiyo naomba niwathibitishe kwamba katika bajeti yetu ya 23 24 tulitenga fedha zaidi ya bilioni 2.1 kwa ajili ya ununuzi wa vifaa, lakini vilevile tulitenga fedha kwa ajili ya ununuzi wa vitabu katika mwaka huo huo zaidi ya milioni mia tatu na arobaini tano. E, vifaa hivi kwa mwaka huu ambavyo kwa fedha hizi tulizotenga vilikuwa vimenunuliwa kwa ukamilifu wake.